Karibu katika aliyojiri. Jina langu ni Ezra John na ripoti kutoka chumba cha habari, na hizi ni ripoti za Dar es Salaam Tanzanite TV. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu Dr. Moses Kosluka, viongozi waliohamishwa na walioteuliwa ni kama ifuatavyo: Uhamisho wa wakuu wa mikoa: Mheshimiwa Kenani Laban Kiongozi amehamishwa kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, na Mheshimiwa Anamringi Macha amehamishwa kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Balozi Simon Nyakorosiro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Harry Jamesi ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Mboni Mohamed ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mheshimiwa wa Beno Morris Malisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, na Mheshimiwa Jabil Omal Makame ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Bi Agnes Mena ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Bwana Rashid Kasim Mchata amehamishwa kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Tanga. Bi Hassan Mnyema amehamishwa kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Tanga kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Pwani. Bwana Abdul Rajab ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam na Dr. Frenki Hawasi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. Dr. Hussein Mohamed Oman amehamishwa kutoka Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Peter Lawrence Makenga ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira na mhandisi Athmani Juma ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula. Mheshimiwa Solomon Jonasi Tunda amehamishwa kutoka wilaya ya Songwe kwenda kuwa mkuu wa wilaya Mbeya. Mheshimiwa Jafari Kabecha Mheshimiwa Jaffari Kabecha Mgamba amehamishwa kutoka wilaya ya Handeni kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Gairo. Mheshimiwa Mheshimiwa Amil Mohamed Mkalipa amehamishwa kutoka wilaya ya Arumeru kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela. Aidha, bwana Estomen Mwatuyobe ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Bwana Ayub Yasin Sebabile ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mheza. Bitekla Mkuchika ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Bi Angelina Malikolubela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti. Bwana Maulid Hassan Doto ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mpomero. Birukia Ali Zubeli ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Bwana Mwinyi Ahmed Mwinyi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Rumelu. Bwana Jubilet Win Lauo ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Bimkaya Tumaini ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Bwana Thomas Mnyenga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Bwana Thomas bwana Thomas Mnyinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge. Bi Gloriana Julius ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Bi Upendo Bertwela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabora. Bwana Dennis Gervas Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Tunduru, Tunduru. Bwana Fadhili Emmanuel Nkulu ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Songwe. Bwana Benjamin Samuel Sita ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Hizo ndiyo nafasi mbalimbali mbali ambazo Raisi Dr Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho pamoja na mabadiliko ya viongozi mbalimbali.